Eti mtu ana hela anajenga pembezoni mwa bahari, anajidai, wewe ni maiti mtarajiwa, na yule anayelala hajala siku saba, na yeye ni maiti watarajiwa. Jamani, matajiri wanakufa, hawafi masikini? Wakristo, Waislamu, Mungu ni mmoja au wawili? Huyu anayemuua Mkristo ndio anayemuua Muislamu. Haki ya Mungu eh, alafu anakuua, alafu wenzio wasipoe na kufa wanakuweka pale, wanakwambia tunapita leo, tunamuaga huyo, tunatoa heshima zetu za mwisho, alafu anasema huyo anaenda kulala mahali pema, alafu kwa mwisho anamalizia huyo, ulale kwa amani kaburini. Kuna amani? Hebu nakuulizeni nyie hapa, jinsi ya mjafa hivi, kwa akili yako we, kaburini kuna amani? Kaburini kuna feni? umeme? simu? unakula chipsi kule? Amna amani. Amani nategemea, duniani Mungu umemfanyia nini? Duniani Mungu nategemea, umemfanyia nini? Kuna watu hapa toka wameumbwa hawajawahi kumpa Allah laki moja na hela wanayo, hajawahi kwenda msikitini kupeleka wala hajawapa mayatima kuna watu hapa hawajai kutoa elfu kumi kupeleka msikitini kununua umeme hapa, wapo hapa. Sasa nataka nikupeni taarifa nyiye, mlikuwa mna taarifa? Hamwijui, kila kukicha ukipata mia, iko rekodi. Umeipata vipi? Umeitoa vipi? Siku ya Kiyama Mungu anataka ajue katika umri wako wewe, ile mia uliyoipata umeifanyia nini? Kama umekwenda kutitia, utajua mwenyewe ile mia nyinyi, wapika vitumbua mandazi, nyie msio wasaidia mayatima na wajane a na, inafika una... miaka sabini unapika vitumbua. Siku unafufuliwa, Allah anakwambia miaka yako yote ulikuwa unapika vitumbua, ulikusanya milioni arobaini kwa hiyo hiyo elfu kumikumi. Kwa hiyo Mungu anataka maelezo, milioni arobaini ya vitumbua umempa nani? Umeingia kwenye banda la mpira malaika wameandika. Allah hajatoa msikitini, kaingia kwenye banda la mpira. Sijasema mpira mbaya, anatoa mfano tu, malaika, kwa sababu kila unapokwenda malaika unaye. Hata ukimtongoza mtoto wa mtu, malaika yupo. Malaika anakusubiri, hebu ngoja tusubiri huyu anataka kufanya nini? Yani malaika wala kusubiri, utamwanza se dada wala inakupenda mimi Wallahi, tena mimi sili silali, wallahi. Halafu mimi nakuota yani hulali, alafu unaota malaika anasema andika, huyu kasema zambi halali, halafu anaota, kwa sababu huwezi kuota bila kulala. Yani unaanza kupata madhambi nusu nusu mpaka ukenda kumaliza shughuli yake na madhambi mengine huku, nakupana nayo siku ya Kiama. Hapa mnanielewa, mnielewi hapa? Nikisema nani hajananihiya Anyoshe mkono, nani hajanani nane? <laughs> <laughs> <laughs>